Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti na mwenyekiti wa wilaya ya Itilima mkoani Simiyu, Jackson Scania, pamoja na wanachama wengine 50 wametangaza kujivua uanachama wa chama hicho, wakilalamikia kutokuaminiwa, pamoja na kushindwa kupatia mgao wa fedha za tone tone kwa viongozi wa ngazi za chini katika uendeshaji wa shughuli za chama. Hatua hiyo ilitangazwa Mei 16, 2025 katika ukumbi wa Chambuso mjini Bariadi, walipokuwa wakizungumza na waandishi wa habari. Scania amesema amefikia uamuzi wa kujiondoa Chadema kutokana na kile alichokiita migogoro mingi ndani ya chama, ikiwemo viongozi wa juu kujilipa fedha za tone tone bila kuzifikisha kwa viongozi wa chini. Fedha tangi imeanza kuchangiwa, hiyo atonetone, hatujawahi kuona fedha hiyo ikishuka kwenye makata na majimbo pamoja na wilaya, manake ile fedha ya tonetone inatumika Inatumiwa na viongozi wa kitaifa inatumiwa na viongozi wa kitaifa. Inapofikia levo ya majimbo na wilaya, tunaambiwa tutumie fedha zetu mfukoni. Hasa, jiulize, hivi kati ya mimi ambaye niko jimboni na kwenye kata na, na uwezo gani wa kumzidi Heche? Na uwezo gani wa kumzidi Lema, na uwezo gani wa kumzidi mtu mwingine alioko taifa? Manake walioko taifa wana uwezo wa kujiendesha wao, kama wao kwa fedha zao binafsi, wameshakuwa wabunge weshakuwa na, na na nyadhifa mbalimbali ambazo ziliwawezesha kupata fedha sisi watu wa chini huku hatujadai kupata nyazi pengine tukawa na uchumi mzuri. Lakini sisi ndo tunaambiwa tutumie fedha zetu eh? Tuendeshe chama kwa hela zetu. Lakini wao wanaendesha hela, wanaendesha chama kwa njia ya tone tone. Paka na familia zao wanahudumia kwa fedha za tone tone. Kwa nini hizo fedha sisi tusifikie na sisi huku chini tukaweza kuendesha chama? Kwa mfano sasa hivi kulikuwa na mikutano inafanyika ya hadhara. Wanaambiwa waandae waandae mikutano kwa fedha za wanachama huku chini, tuchange sisi kama viongozi. Wakati fedha tone tone zio changwa wanatumia wao wanajilipa kila siku wanajilipa fedha tone tone wanajilipa kila night moja wanalipana laki mbili wote wanaozunguka kwenye mkutano Hasa, hiyo laki mbili sisi tunaendeshwa na nini? Chama, kinaendeshwa na nini. maana mimi, ili niendeshe chama nikauze debe la mahini lakini kwa ufupi ni kwamba tarehe ya leo tumejivua wanachama rasmi na tukishajivua wanachama automatic na nyazo zetu kwa mfano kama mimi makamu mwenyekiti wa kanda nimeshajivua rasmi lakini pia mwenyekiti wa wilaya ya Itilima nimeshajivua rasmi Akieleza sababu nyingine ya kujivua wanachama amesema kuwa hawakuwa na nafasi ya kuaminika ndani ya chama baada ya kumuunga mkono aliyekuwa mgombea mwenyekiti taifa, Freeman Mbowe, hivyo hawapo tayari kuendelea kutumikia chama hicho wakiwa katika mazingira ya hofu. Kwa wameshindwa kutuamini sisi ndani ya chama, wanatuona ni kama vile ni watu ambao tunafanya kazi nyingine tofauti na, na chama, hatuwezi na kuishi kwa mazingira ya hofu ndani ya chama kimoja kwa sababu tukiishi kwa hofu ndani ya chama kimoja hatuwezi kufanya kazi ya chama. Siku zote mnapokuwa mnaishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hamwezi kufanya yale ambayo wananchi wanahitaji. Hatuwezi kuleta ukombozi wa nchi kama tunaishi sisi wenyewe kwa hofu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujivua, kwa maana ya kwamba ni bora tupumuzike, tuangalie namna nyingine ya kufanya siasa, sio tunaoifanya sasa hivi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la wazee Chadema mkoa wa Simiyu, Maduo Sobanja ambaye naye ametangaza kujivua wanachama akiwa na kadi namba CDME 15012, amesema chama hicho kimepoteza misingi ya nidhamu na itifaki, na hata kikipata dola hakiwezi kuongoza vyama kuliko chama tawala, hakiwezi kuongoza vyema kuliko chama tawala. Naye katibu wa baraza la wanawake Chadema mkoa wa Simiyu Flora Msuka amesema uamuzi wa wake umetokana hali ya kukosekana kwa imani ndani ya chama hicho licha ya juhudi walizoweka kuaminika kwa wananchi. Kwa upande wake, katibu mstaafu wa Chadema mkoa wa Simiyu Kwandu Mpanduzi naye amejivua wanachama huku akiwa na kadi namba CDME 15012 na kuwataka wanachama waliobaki warudi katika misingi ya chama kama ilivyowasisiwa. Mimi kwa kawaida, ndani ya chama chetu ni kiongozi ambaye ninasimamia nidhamu, lakini nimeshindwa kuvumilia kwa sababu, pamoja na kwamba katiba inanitaja kama mtu ambaye ninasimamia nidhamu, nimekuwa pia sehemu ya kubezwa, kutukanwa, kukashifiwa na viongozi ambao kimsingi ni vijana wadogo. Kwa hiyo hilo nalo limenivunja moyo sana na kuona kwa kweli kwamba ndani ya chama hiki bado hatuna uwezo wa kuongoza nchi hata kama tutapewa leo, na niamini tu kwamba Chadema hata kama watapewa nchi leo, huenda wanaweza wakafanya vibaya sana, pengine kuliko hata Chama cha Mapinduzi, kutokana na jinsi tulivyo ndani ya chama, tusivyozingatia nidhamu, itifaki pamoja na mambo mengine. Mimi kwandu siridhishwi na mwenendo wa chama. Mimi kwandu naona chama kimetoka kwenye misingi yake ya kuwasaidia Watanzania, badala yake kimebaki kuwa chama cha kutoa taarifa. Ndugu zanguni, nimeona mienendo hiyo, mimi kwandu siwezi kuendelea kubaki ndani ya Chadema kwa sababu Chadema imeacha misingi yake. Kama inahitaji watu wabaki ndani ya Chadema, ni wasitu warudi kwenye misingi ya awali waliotufundisha. Katika wimbi hili haliwahusu G55 kuna mvua inakuja, haya ni manyunyu tu, kitakachokuja kutokea ni gharika. Kabla gharika haijawakuta ni wasi waingie kwenye safina ya Nuhu mapema. Kinachokuja kutokea Simiyu sio hiki unachokitazama leo, na bahati nzuri mimi na wao tunafahamiana vizuri uchezaji. Nitaingia uwanjani, nitacheza rasmi. Sasa sina chama chochote mpaka dakika hii ila nitaendelea na msingi wangu wa kuwasaidia Watanzania kama wao walivyokuwa wananitumia, hata baada ya mimi kukaa pembeni pindi wanapokuwa na shida. Niseme tu nitaendelea kuwatetea Watanzania kwa kutumia mfumo mwingine ambao nitaona unafaa, kuendeleza kila ambacho kipo ndani ya nafsi yangu na ninachokipenda, kuona kila mtu anatendewa haki. Kwa hiyo kupitia haya yanayoendelea ndani ya chama chetu, chama cha Chadema ni chama ambacho tumekijenga kwa misingi ambayo tumewajengea wananchi kuwa na imani na chama hiki, na tulifahamu kabisa ndoto zetu zote kukitumikia chama hiki, tunakokwenda tunaenda kukamata dola. Mawazo yangu yote nilitamani nikawe DC, nikawe mkuu wa mkoa, lakini ndoto zangu naona sasa zimeenda kuzimika kulingana na mambo yaliyoko ndani ya chama. Akizungumza madai ya fedha za Tone Tone, mkurugenzi wa Mawasiliano, Brenda Ruphia amesema madai hayo ni dalili ya wanaotangaza kujivua uanachama kuishiwa hoja kutokana na madai yao ya awali ya kutengwa na kubaguliwa kukosa mashiko. Akizungumza madai ya fedha za Tone Tone, mkurugenzi wa Mawasiliano, Brenda Ruphia amesema madai hayo ni dalili ya wanaotangaza kujivua uanachama kuishiwa hoja kutokana na madai yao ya awali ya kutengwa na kubaguliwa kukosa mashiko. Amewataka wana... hivyo amewataka Watanzania wapenda haki na demokrasia kuendelea kuunga mkono kampeni ya kudai mabadiliko ya sheria na mfumo utakaorejesha nguvu na mamlaka ya kuchagua na kuwajibisha viongozi mikononi mwa umma. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, mimi ni Timothy Lugoye.